Mtangazaji wako asubuhi ya leo ni mimi Dorcas Daniel, wengine huniita Double D Simba. Mimi ni Bukhari wa afya, hasa vipi kuhusu wewe? Je, uko poa? Kama hauko poa, basi Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika hilo unalolipitia asubuhi hii. Karibu ni kuangazia magazetini leo katika sehemu mbili, kama ilivyokawaida: ya kwanza habari za kitaifa na kimataifa, ya pili michezo na burudani. Shirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabarak of Glory TAG Kawe, lililopo Kawe Ukomani, nyuma kidogo tia ukumbi wa sisem na kituo cha mafuta cha Puma. Kama bado si mdau wetu, unaweza kuwa mdau wetu sasa. Kwa kufanya nini? Kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kadhalika, kutufuatilia kila itopo sasa. Kila itopo leo asubuhi ya leo katika kukamilisha matangazo haya siko peke yangu, mwenzangu ni Freedom Richard upande wa mitambo. Tunakwenda sambamba. Taifa Leo gazeti ninalipa kipaumbele, habari yake kuu inasema afya ya Raila yazua gumzo. Afya ya Raila yazua gumzo, habari hii utaipata ukurasa wa pili wa gazeti Taifa Leo. Naondoka hapo nikiangazia gazeti wa machinga sauti wa wanyonge, habari iliokolezwa wino inasema Samia kushambulia kanda ya ziwa ya laani JWTZ kutaka kuingizwa kwenye siasa. E, doyo wa NLD ahidi kufungua kiwanda cha Korosho. DC Rufiji aipongeza Tarura kurejesha mawasiliano Rufiji. habari hii na nyingine nyingi utazipata katika gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge. Gazeti Mwananchi limeandika e, Sumae vurugu, e, vurugu azitaing'oa CCM ataje siri ya CCM kuendelea kuongoza, adai vyama vya upinzani vimekosa ubunifu, avipa mbinu kumi kuiondoa CCM Ikulu, ikiwamo kuwa na hoja na sera zenye kujibu kero za wananchi. kilio kama takamata ya makada wa Chadema, habari ambayo utaipata hapa. Dr. Mwinyi ahidi amani, ACT kurejesha miji kwa watu Zanzibar Moto Kariakoo waibua eh, hoja ya vifaa vya bei ya dezo. Dhamira yetu miaka 25 ijayo, wiki ya huduma kwa wateja. Habari hii imetajwa katika gazeti Mwananchi. Hatua kwa hatua, kesi ya uhaini ya Lissu ikisikilizwa leo. Habari hii imetajwa katika gazeti Mwananchi, unaweza kukamata nakala hiyo. Gazeti Uhuru kweli daima limeandika kishindo kikubwa cha kampeni za Dr. Samia, mambo kumi yaliyotikisa Arusha, Kilimanjaro na Manyara, habari ambayo imetajwa hapa. NCCR Mageuzi: majengo kuwa rafiki kwa watu wenye ulemavu. Zanzibar, China za kubaliana kuendeleza ushirikiano. Habari hii utaipata katika gazeti Uhuru ukweli daima, kama kamata nakala yako. Gazeti Pambazuko kurasa wake wa mbele, habari kuu inasema unabii wa Lissu wakaribia kutimia. Ni upi leo? Eh, leo kakamilisha siku mia moja na sabini akiwa magereza. Kesi yake bado na imetajwa kusikilizwa leo pia. Kurasa wa sita na wa saba unaeleza kwa kina unabii wa Lissu wakaribia kutimia. Samia ahidi makubwa kanda ya kaskazini, waombaji wa, wa viza za Marekani shakani, eh, mboso asukuma mabadiliko bandari. Habari hii utaipata katika gazeti Pambazuko, unaweza kujipatia nakala yako mara moja. Gazeti habari leo gwiji la habari Tanzania limeandika kampeni zizingatie utu, vijana wahimizwa wakatae kutumika. E, TEF yahimiza umakini, mitandao isivuruge amani. Habari hii imetajwa katika gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania. Naondoka hapo Zanzibar leo, kwa ukweli na uwazi. Dokta Mwinyi anasema tutaendelea kuipa kipaumbele sekta ya elimu maridhiano yaleta umoja amani ya Zanzibar, Dkt Mwinyi. Huyo Hemedi azibeba changamoto za wananchi Shamiami, e, Shamiani Mwambe. Haya, wakazi wa Gaza bado wako katika hali mbaya, shirika la MSF limeripoti. Habari hii imetajwa katika gazeti Zanzibar leo. Unaweza kupata nakala hiyo kupata habari kwa kina. Gazeti uelekeo leo, yetu ndio kesho yetu. Habari iliyokolezwa wino inasema wananchi wa Komoro wakoshwa na Samia wanamchukulia kama mama yao. Unaambiwa haya macho na masikio. Sasa ni mwanza kampeni za Dr. Samia, e, Mwinyi asifiwa kwa amani na maendeleo. Machifu kuombea amani uchaguzi mkuu. Butiku, puuzeni matamko ya uchochezi mitandaoni na ondoka hapo. Majira, gazeti huru la kila siku, mtazamaji, limeandika Oktoba 29 kuthibitisha siri, uimara wa CCM kaskazini. ACT wazalendo kuirudisha hadhi mji wa Chake Chake. Dkt. Mwinyi atumia siku 25 za kampeni kufikia makundi muhimu. Maadili yamepotea, heshima imepotea, ya hadi wafu watafakari tuendako. <laughs> Ah, gazeti majira bwana, limeandika habari hii ukurasa wake wa kumi na sita. Eh, maadili yamepotea, heshima imepotea hadi wafu watafakari tuendako. Haya bwana, Tabora eh, Tabora kujengwa kiwanda cha tumbaku CCM ikishinda. Eh, Tunisia yatoa hukumu ya kifo juu ya chapisho la Facebook. Tunisia yatoa hukumu ya kifo juu ya chapisho la Facebook. Unaweza kupata nakala hiyo ukapata habari kwa kina. Nipashe, Mwanga wa Jamii, hatima ya Lissu leo, hatima ya Lissu leo, mashahidi 30 wa serikali kuanza kuwasilisha ushahidi kesi ya uhaini leo, wamo wasiri JWTZ. Tef wakemea uchochezi hadi 30 za Samia milioni 14 washiriki mikutano azaki. Kamati ya watu 25 yatoa e, yatosha kumaliza kiporo katiba mpya. Magumu wanayopitia walimu wanaojitolea. Habari hii imetajwa katika gazeti Nipashe. E, unaweza kupata habari hiyo kwa kina. Dira ya Mtanzania, hoja ya wote. Maaskofu wa waasa wa Tanzania kulinda amani. Maaskofu wa waasa watanzania kulinda amani, waonya vijana kujiepusha na matendo maovu, waomba watanzania kuombea uchaguzi bila kujali itikadi zao. Samia, mwanga wa kweli kwenye maendeleo, Dr. Nchimbi. Tarura yarejesha mawasiliano Rufiji, bari imetajwa katika gazeti DRAM, Tanzania hoja wote, unaweza kupata nakala hiyo gazeti sauti ya Mara, ukweli kwa weledi Familia ya mwalimu Nyerere yaandaa mapokezi makubwa ya Dr. Samia mkoani Mara. Kulikoni? Tulisikia eh, hapo wiki jana tetesi za hapa na pale eh, mtoto wa hayati amezungumza hivi na vile. Leo gazeti Sauti ya Mara linatuambia familia ya mwalimu Nyerere yaandaa mapokezi makubwa ya Dr. Samia mkoani Mara eh, chifu Wanzagi asema atapokewa kichifu Kabla ya kuzuru kaburi la hayati baba wa taifa Mwitongo. Haya, barabara ya Geita na Ngorongoro Serengeti kujengwa ili kuinua utalii. Dunia yaomboleza kifo cha Dr. Jane Goodall. Habari hii imetajwa katika gazeti Sauti ya Mara. Dunia yaomboleza kifo cha Dr. Jane Goodall. Haya, kampeni za kijiji kwa kijiji Musoma vijijini usipime. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Kishindo, madaktari wa Tanzania Komoro waanza kambi ya kibingwa. Ni wa hospitali za JKCI, Moi, Muhimbili, Benjamin Mkapa pamoja na Ocean Road wapokelewa kishujaa na wananchi na balozi ya Kuba. Habari hii imetajwa hapa. Rais Samia aahidi kuongeza mitaji sekta ya utalii ili kuongeza watalii Kanisa Katoliki la mnasa kwenye kampeni eh, Fratelli feki. Habari hii utaipata hapo. Sasa gazeti Mtanzania leo kazi ni kipaumbele chetu eh, limeandika uhusiano Tanzania Komoro wazidi kukua kupitia kambi za madaktari bingwa. TANESCO SACCOS yatoa mkopo wa bilioni 27 kwa wanachama wake. Wafungwa wenye sifa kupiga kura Oktoba 29. JWTZ yatoa tamko, wanaolihusisha na siasa e, wanaolihusisha jeshi na siasa e, bila shaka. Omo aahidi serikali yake kuweka mifumo bora kuimarisha sekta ya uvuvi. Sana Academy e, kusomesha bure wenye mahitaji maalum. Gazeti Mtanzania Leo kazi ni kipaumbele chetu, linaandika haya kwa kina likihitimisha sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, nikirejea hapa tutaangazia michezo na burudani.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 0678813891 Gazeti Mwana Sporti uh, limeandika Falls ana saa 24 vigogo kujifungia da ishwa baka mm, ehe bari hii utaipata hapo stado team. Tishio mbio za magari msauzi aitikisa <laughs> Simba msauzi aitikisa Simba. Kocha Pantev, kulikoni bwana eh, kuitikisa Simba mapema namna hii. Gazeti Uhuru, ukweli daima, ukurasa wake wa mwisho umeandika Simba, Yanga, Azam, Singida Big Stars za waibua wadau wa soka nchini. Diara Ali Bora Septemba, Diara Ali Bora Septemba. Wachezaji Taifa Stars waahidi makubwa Haya bwana, Chatanda awataka wana michezo, e, wajitokeze kupiga kura Oktoba 29 kwa Dr. Samia. Haya naondoka hapo, nikiangazia habari leo kurasa wake wa mwisho. Meneja mkuu Simba aahidi ushirikiano. Serikali yawekeza ya, ya weka mkazo e, medali olimpiki madola vile vile. Rosalie akerwa na nyimbo za mapenzi E, TFF yaipigia hesabu Iran Dara. Kocha JKT Tanzania wang'ara Septemba. Haya, za Sporty Falls, ngoja tuone Yanga JKT Tanzania yaipigia hesabu na Mungo. Kocha Pantev anasema nipo tayari kwa kazi e, nipo tayari kwa kazi na ukimtizama, e, sura yake mtu wa kazi huyu ngoja tuone, msimu e, huu kipanga kurejea kibabe. Ligi kuu Zanzibar, e, slot aingia ubaride Liverpool. Real yamgeukia Rodri, habari imetajwa katika gazeti za spoti e, majeraha yamweka nje Yamal, Hispania. Naondoka hapo nikiangazia gazeti za spoti ukurasa wake wa mwisho, Real yamgeukia Rodri, kichapo cha Chelsea cha mtia unyonge slot habari hii utaipata ukurasa wa 20 eh, wa 19 kumradhi, wa gazeti hilo. Gazeti Zanzibar Leo michezoni, KMKM yadhamiria kuiduaza Azam, shirikisho kocha Simba Queens atamani mataji, Zuchu, Mboso, Tausi kunogesha maonyesho ya biashara. Gazeti Uelekeo, Uelekeo Spoti eh, Pantev kuanza majukumu leo, Simba ataja malengo yake Msimbazi. Licha ya maneno kuwa mengi mitandaoni eh, kuhusu picha zake zilizozagaa wiki jana eh, na hata baada ya kutambulishwa rasmi ndani ya kikosi cha Msimbazi. Pantev anatuahidi kuanza majukumu leo. Simba ataja malengo yake Msimbazi. Falls akalia kutikavu. Yanga Sports Club Vodacom yanogesha kikapu da Eh, chozi ku, eh, kuzini. Sawa, naondoka hapo nikiangazia gazeti Majira. Taifa Stars kamili gado kuikabili Zambia, wachezaji wa ripoti kambini kwa kishindo. Ahmad Ali dr washinda tuzo za mwezi. Nipashe ukurasa wake wa mwisho, pante vahidi makombe Simba haya viungo Yanga Sports Club unaambiwa ni bala Unaweza kupata nakala hiyo, kupata habari kwa kina. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D. Leo ni tarehe sita ya mwezi wa 10, 2025. Hivi sasa saa moja dakika 53 kwa saa za Afrika Mashariki, na Afrika ya Kati itakuwa ni saa 12 dakika 53. Nahitimisha dondoo za magazeti Jumatatu hii tulivu, ni kutakia wiki njema na ufuatiliaji mwema wa vipindi vinavyofuata